Tumeishia pale sister yupo Jangwani, baada ya kungatwa na nyoka mguuni, akaanza kusikia maluwe luwe na kuanza kujisikia vibaya sana. Sister akiangalia, haoni hata dalili ya mtu yeyote labda ataweza kupata msaada. Sister kwa ujasiri, kabla ya kupoteza fahamu, sister akakifunga kile kidonga pale ambapo alingatwa na nyoka, ili sumu isizidi kwenda mbele, ili isije kumwadhiri. Sister baada ya kufanya hivyo, akakumbuka ya kwamba kuna kitabu cha ajabu anacho, huenda akikiomba msaada kitaweza kumsaidia. Sister nguvu Zina mwisha, anahisi kama anakaribia kuzimia na kama akizimia tu basi ndio itakuwa moja kwa moja atapoteza maisha. Sister akakitoa kitabu kile na kukiomba msaada. Sister akakiambia kitabu kule, kitabu, kama una namna ya kuweza kunisaidia naomba unisaidie na kufa kitabu kikamwambia, ndiyo naweza kukusaidia kukupa njia ya kutoa sumu, lakini sio kuitoa mimi hiyo sumu. Sister akasema, sawa, naomba unipe njia nifanye nini ili nitoe hii sumu. Kitabu kikamwambia katika jangwa kuna dawa mbili za kutoa sumu kwenye mwili dawa ya kwanza ipo katika jangwa ila ipo katikati ya jangwa miti hiyo ipo ina miiba sana unatakuwa kuchukua majani yanayopatikana na miti hiyo a kuiponda ponda kisha unatakiwa kuiweka katika sehemu yenye tatizo Sister akashangaa sana na kukosa matumaini hapana siwezi kutembea kwa hali hii za kama dawa hiyo ipo katikati ya jangwa basi nadhani nitapoteza maisha Kitabu kikamwambia Sister kuna njia hii ya pili ambayo unaweza kuitumia Sister akasikiliza kwa makini. Njia gani hiyo? Kitabu kikamwambia Sister, katika jangwa ukingatwa na nyoka mwenye sumu, njia ya pili unayoweza kuitumia ni kuna mawe katika jangwa. Mawe hayo yana rangi ya kipendeza, pia yanateleza sana. Mara nyingi mawe hayo yanapatikana baharini ja jangwani, ambapo kuna mawe makubwa, basi kwa juu lazima mawe hayo yawepo. Ukifanikiwa kuyapata mawe hayo, unatakuwa uyaweke moja kwa moja katika sehemu ikiyoadhiriwa na nyoka. Sister akasema afadhali hiyo ataweza kuifanya sababu hakuwa mbali na mawe yale. Kweli Sister akafanikiwa kuyapata mawe yale na akafanikiwa kuyaweka mawe yale mguuni na angalau yakamletea nafuu, na ule uchobu na mauvivu pamoja na kizunguzungu kikawa kimepungua kwake. Basi Sister akazidi kuendele na safari ili angalau apate msaada kule mbele. Sister akazidi kuendelea na safari. Sister aliinama akishika kidonda chake kilichokuwa kinatoa damu polepole, kila pole. Hatua aliyochukua ilikuwa kama mwiba moyoni, maumivu yalimchoma hadi rohoni. Alijua asingekaa hapo, jangwa halina huruma. Alitembea kwa shida, akitafuta msaada, lakini kila upande alioangalia, kulikuwa na ukimya wa kutisha na upepo uliobeba sauti zisizojulikana. Baada ya masaa kadhaa ya kutembea, aliona kivuli cha jumba la kale lililoonekana kama limeachwa miaka mingi iliyopita. Ukuta wake ulikuwa umejaa maandishi ya Kigiriki ya zamani na michoro ya nyoka walio na mabawa. Alipokaribia mlango, alisikia sauti ya kuhema nyuma yake. Aligeuka kwa haraka, hakukuwa na mtu, lakini mchanga ulikuwa umeharibika kama mtu akavuta pumzi. Akaingia ndani, ndani kulikuwa na giza nene, lakini aliona mshumaa mmoja ukiwaka mbele ya msalaba ulioanguka. Ghafla, mlango ulijifunga kwa kishindo. Sister alipiga kelele, lakini sauti yake ilimezwa na ukimya wa jumba hilo. Alivyozidi kuingia mule ndani, Sister akazidi kusikia sauti za watoto wakilia kutoka kwenye kuta, sauti za watoto walilia kwa maumivu wakimwita kwa jina lake, Sister usituache macho kwenye giza. Alipogeuka aliona macho mekundu yakimkodolea kutoka kwenye giza, lakini viumbe hivyo havikutoka hadharani, walimfuata kwa kivuli. Alivyozidi kuingia ndani zaidi ili apate msaada, Sister akaingia katika chumba kimoja, akaona kioo cha ajabu. Chumba kimoja kilikuwa na kioo kikubwa, na ndani yake aliona matendo yake yote ya nyuma, maombi, mashaka na dhambi alizoficha tangu akiwa mtawa. Kioo kilivunjika ghafla, vipande vikiwa kama nyoka wadogo waliomfuata hadi nje ya chumba. Sister alipoona vipande vile alipiga magoti mbele ya mwanga hafifu wa mshumaa. Mwili wake ulikuwa dhaifu, lakini ndani ya kifua chake kulianza kuwaka moto wa ajabu wa hasira, woga na kitu kisichoeleweka kabisa. Mara ghafla, ukuta wa jumba ulipasuka na kutoka humo alitokea kiumbe mkubwa mwenye umbo la mwanadamu, lakini uso wa nyoka Macho yake yalikuwa kama taa za kuzimu na ulimi wake mrefu ulisogea mbele kwa kasi ya kutisha. Sister, damu yako ni takatifu, lakini sasa ni mali yetu, kiumbe huyo aliongea kwa sauti ya watu wengi kwa wakati mmoja. Mtawa huyo alikimbia kwa nguvu zote, milango ilifunguka yenyewe, kuta zikaanza kulia na jumba zima likatetemeka. Alitoka nje tu na kujikuta tena jangwani, lakini jangwa hilo sasa halikuwa lile lile. Mchanga ulikuwa mwekundu kama damu, anga lilifunikwa na mawingu meusi, na upepo ulibeba sauti ya sala zilizogeuzwa laana. Sister hakujali yeye, alizidi kusonga mbele. Alijua haya ni mapito tu, atayapita. Akawa anazidi kwenda, akiwa anatembea kwa mbele, sister aliona msalaba mkubwa wa mbao, lakini ulikuwa umeanguka na kushika moto. Kulikuwa hali ambayo siyo ya kawaida kuiona katika jangwa. Alisikia sauti ikimwita tena kutoka ardhini, ukitoroka utasahau yote Ukikubali utamiliki nguvu zao wote. Sister hakuelewa hayo maneno yana maana gani, hivyo yeye akayapuuzia na akauvuka msalaba ule. Hakufika mbali, Sister alianguka chini, kidonda chake cha nyoka kilianza kung'aa, ngozi yake ikabadilika kidogo, ikawa na alama kama za mizani ya nyoka. Alijaribu kusali, lakini maneno hayo hayakumsaidia tena. Baada ya muda mrefu wa kufanya maombi, angalau maumivu ya kidonda kile yakapungua, na angalau akaweza kuendelea na safari. Alitembea tena na kuona kitu ambacho kilimtikisa roho kabisa. Sanamu ya Bikira Maria ikiwa imeanguka, kichwa kimekatwa, na nyoka akizunguka shingoni. Macho ya sisteri yalibadilika kuwa meusi kabisa. Alikuwa kati ya maamuzi mawili: kupigania roho yake na kutafuta njia ya kutoka salama katika jangwa lile au kukubali laana hiyo na kuwa kitu kisichorudi tena kuwa binadamu. Sister hakukubali ile hali, akaona hapa maji yanamfika shingoni, hivyo akakiomba msaada kitabu kama kuna namna kinaweza kumsaidia. Kitabu kikanena maneno fulani hivi ya ajabu, na mara ghafla macho ya Sister yakarudi kuwa tena ya kawaida, na akawa amepata kama kinga kutoka kwa kitabu kile. Alifurahi sana na akaendelea na safari yake. Usiku ulishuka tena juu ya jangwa. Hakukuwa na mwezi, hakukuwa na nyota, ni giza tu, giza zito linalovuta pumzi ya kila kilicho hai Sister alitembea katikati ya majivu. Jangwa hilo sasa halikuwa na mchanga, lilikuwa limejaa mifupa ya binadamu, wanyama na wadudu waliopotea zamani. Wote walikuwa wameangamizwa na kitu kimoja, laana ya damu nyeusi. Sauti zilianza kuzungumza ndani ya kichwa chake, hawa wote walikuwa kama wewe, walipinga, wakapotea. Wewe ni tofauti, umechaguliwa. Ghadhabu ndani yake ilianza kuwaka, moyo wake ulipiga haraka. Kidonda cha nyoka sasa kilikuwa na mwonekano wa taji paji la giza lililochorwa kwa alama za kale. Sister akazidi kumwomba Mungu, ila kudonda chake kilikuwa kina muuma sana, kilifanya mpaka akose raha kabisa, hata kutembea akawa hawezi kutembea vizuri. Ilikuwa ni kama mkosi kupita katika jangwa lile, ila ilibidi apite. Njiani alifikiria vitu vingi sana njiani, sababu hii ni kama iliandikwa apite sehemu hiyo. Yeye yupo njini anafikiria, kwa nini Mungu alimkutanisha na bibi yule? Bado hapati jibu, akifikiria kwa nini alikubali kukipeleka kitabu hicho? Bado pia hapati jibu akifikira, anaona haya ni mapenzi tu ya Mungu hadi sasa kuwa pale. Je, unadhani itakuwaje kule mbele? Basi usiache kunifollow na kuandika part 7. mimi naitwa Montero.